Njema na afya ndipo nipo, ndugu yenu Pasi Milioni, pasi nyingi, nyinginyingi. Niko pande za ofisini kama ulivyonikuta, nipo ndugu yenu. Ah, unajua mipango ni, unapokuwa timu ya mpira lazima uwe na timu bora kwa kweli, na washukuru sana viongozi wangu bila kumsahau mwekezaji wetu, wana Simba kwa ujumla. Yale tuliotajia ndio haya, unapokuwa kwenye renki ya kafu kwenye nafasi ya tano huku lazima umshukuru sana Mungu sababu ziko timu nyingi zinahitaji hizo nafasi, zinakuwa mtihani kulikeli kupata. Mimi kwa kifupi, niwashukuru sana viongozi wangu, niwashukuru na mwekezaji wetu kwa quality ya wachezaji waliotuletea. Tuna quality ya ubora, quality inayosababisha sisi wanasimba tuendelee kutamba e, kuhusu soka letu la Tanzania na Afrika mashariki na kati kwa ujumla. Okay, tumetazama Simba kwa mechi kadhaa ambazo wamezicheza, ikiwa ni mechi za kimataifa pamoja na ligi kuu Simba kuelekea hatua ya makundi ambayo mechi itapigwa Jumapili dhidi ya Petro Atletico di Rwanda, tarajia mchezo yeah. tutakuwa namna gani kwa kikosi chako ulivyokitazama? Ah, kwanza niendelee kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, pili niendelee tena kuwashukuru viongozi wangu na wanachama na wapenzi wa Simba Sports. tumeona tayari vingilio, nafikiri watu tushaanza kuviona vingilio rafiki, na kama ulivyoona kupitia semaji letu alikuwa anasema labda mechi iwe bure, lakini wana simba hatujazoea mazingira bule, unajua, football hujue ni gharama, na ukiangalia quality ya wachezaji tulokuwa nao wale wezekaniki, yani pale soa likotoka bure bulebule, inakuwa kaukli nakuna kama unaitaftazambi basi na shaka ina yote. Na ukiangalia, hapana, mchezo wa mpira bro, lazima ugharamiwe mchezo wa mpira na katika sisi Simba Sports, mimi pamoja kwamba ni shabiki vivyo ni mwanachama wa Simba Sports, na ukiangalia hata katika taratibu yetu ya Simba Sports, viingilio navyo ni mojawapo vya vyanzo vyetu vya mapato. Kwa unapoona hata tulivyokwenda kwenye mikutano, tunaambiwa tunategemea tupate mapato kiasi hichi, tupate mapato haya kwa mauzo ya jezi, tupate mapato haya kwa viingilio vya uwanjani. Kwa tunaposema bure na kuipendeze, na ukiangalia Simba sisi ni walipa kodi, na kulipa kodi lazima ulipe kodi, kwa hiyo unalipaje kodi mmoja wapo unapopata fedha kama vile naye zinasaidia ulipaje vilevile wa kodi eh. Katika hali ya kushangaza mashabiki wa Simba walionekana kushtushwa sana na semaji aliposema kwamba hiyo mechi ni bure, na waliimba kwamba hatutaki bure, tutaki bure. nadhani ninyi mnafanikiwa wapi hasa kuweza kuingiza mashabiki wa fedha na kuweza kujaza uwanja ukilinganisha na wenzenu. Ah, ujue mchezo wa mpira bwana, bro ni starehe, narudia tena na kusema na ni gharama, na istoshe kwaliti wa wachezaji wenyewe walikuwa nao, ukiangalia timu wachezaji huu wali nyama watu, kuna sehemu watu wanakula, wanakula, wanakula, wanakula mpaka laki laki mbili, huu wali nyama, lakini unategemea na quality ya sehemu wenyewe kwa sehemu kwa sehemu Simba Sports kwa sisi, sasa sasa hivi mazingira ya bure huko sisi hayapo, na sio hapo tu, tangu miaka hiyo ya zamani Simba mazingira bure bure hayapo. Na ndio maana napongeza viongozi wangu kipindi kile akina Fred Masha, mzee Dalali na wenzake, Pelezi Nyange, Kaburu na jopo zima kipindi kile cha nyuma, waliangalia tunapataje fedha Simba kuelekea kwenye mambo mambo ya usajili, wakati tunataka twende kwanza mzunguko wa ligi, waka plan, ndio unaiona ile ile ile Simba Day. Eh, jinsi tupate mapato ya kuendeleza kwenda sehemu moja na sehemu nyingine. Kwa hiyo mazingira ya bure kidogo, naye anashusha samani na ukishazoesha bure na kwa watu wakishazoea bure hata tena uwanjani tena unakuwa yaani inakuwa uwapati na, na sasa hivi tena ukiangalia kuna hawa jamaa zetu na no, vivini wa, ni wadhamini hawa wa, hawa wanajitaburudani kwa wote Azam TV. Sasa ukiangalia kuna mabanda eh, watu wanaangalia kwenye mabanda kwenye mabanda, sasa uje tena useme ukisha sema mazingira yani pamoja na watu wanaangalia kwenye mabanda, watu wanaangalia majumbani na kama hivyo, watu wanapolipia unapolipia elfu ishirini na nane ukiangalia yani unaona yani ni mimi tena niende uwanjani? Sasa na sisi ndio maana tumejizoesha wenyewe Simba Sports, lazima uje uwanjani, lazima ulipe kingilio na kama hivi. Nawapongeza sana viongozi wa kingilio mzunguko, elfu tano bei elekezi, bei rafiki, hakuna anayeshindwa elfu tano Ukienda na elfu kumi pale uwanjani ni hela toshelezi, nauli, kila kitu inakufaa. Ina kwao sisi Simba. Bure kwetu ni haramu. Okay. Turudi kwa aina kikosi ambacho Simba iko nayo kwa sasa. Na mwalimu pale ambaye yupo kama meneja anakiongoza kikosi cha Simba na katika baadhi ya mechi ambazo ameshacheza amepata matokeo mazuri. Kuelekea mchezo huo, tarajie mwalimu anaenda kuanza sasa ile na first eleven yake ambayo kwa mara chache hapa siku za nyuma tumekuwa hatujaiona ile first eleven ya mwalimu. Hai, tumwachie mwalimu na sio shinde, ndo meneja na tunamshukuru sana uwekezaji wetu kwa jicho la pili, alioliona la tatu wamemchukua kama meneja na wanasema, watu wanasema hana vyeti. Sasa mi nawapongeza sana viongozi wangu kwa kugundua kwamba huyu aliile ni meneja, yuko vile je, yeah, akiwa kocha itakuwaje? Na wanasema ana vyeti, akiwa na vyeti itakuwaje? Tumeona mchezo wake tumekutana ile timu ile kutokea yetu kumchukua sisi, tumefanya kuwafanya ubaya wale Swatini, tumemchukua kiguvu nguvu. Ukiangalia sisi ndo nyumbani na ugenini, wale tuvocheza nao wale, hali ilikuwa kwetu zofuru, hali walitu tight. Kwa hiyo nawapongeza sana viongozi wangu kwa jicho wale uliona, na wengi walikuwa wajui kwamba ule wanasema ni mwalimu, zile tatuu kajicholea cholea. Hapana, yule anaga daftari zile tatuu zake ndo mifumo kwa hiyo ndo angali yeah. anajua angalie vipi, ukiangalia chini, kiangalia na mfumo gani, acha na mfumo gani. Kwa hiyo napongeza viongozi wangu, na haya mambo yakapangwa, nani atacheza nani, niye mwenye meneja wetu panteni ndo anaelewa mpange nani acheze nani, anze na nani nani, akahesabu na sababu zake za maangamizi, anatia nne sababu zake tatu, sababu zile za slogan yetu ubayo bwela. Okay, Simba mmekuwa ni watu ambao kwenye mashindano ya sasa hatua hizi mnajua namna ya kucheza sana. Kwa Suza karibuni Simba imekuwa ikifanya bora kwa ukanda wetu. Imekuwa ikifanya vizuri sana katika hatua hizi kwa makundi ya ipaka robo finali. Kwenye kundi hili mlilopangwa msimu huu, ukilitazama mmepangwa na timu bora ambazo ukihitaji kufuzu unahitaji utumie nguvu kubwa sana. Unadhani Simba ina nafasi kubwa kwenda kufuzu katika kundi hili? Ah, pale nikwambie tu ndugu yangu. Ukishafika hatua hii hakuna timu ambayo nyepesi, kila mtu anataka weke heshima. Na ukiangalia tena, Musepe tayari kashati ya mzigo, kutakuwa kuna fedha nasikia za kutosheleza. Kwa hiyo hilo tunalihitaji, tupate fedha. Tunapataje fedha? Unatoka hatua moja, unakwenda hatua nyingine. Kwa hiyo pila wa mali tunauelewa, sio mwepesi. Magharibi wanacheza vizuri, ukija ukiangalia kusini, hawa Petro tunawaelewa so timu labda kubeza. Kuna ya kubeza hakuna timu yote ya, ya Angola ya kubeza, kuna wakati kitu, na sisi kipindi imetoka Angola, Kwayo, hata na wale wengine wa Angola nani. Lakini, kwa kifupi soka la Angola nikilifuatilia sio ya kubeza sana, kucheza na timu moja inaitwa Atletico Viacao au tukenda hatua moja kwenda hatua nyingine miaka o tisina kitu ndio pale palepale shamba. Kwa hiyo Angola awanaga timu ya kwa kwahiyo, mimi kama mimi, naimani kabisa tunakwenda kucheza na timu ambazo zina uwezo. Kija kiangalia kaskazini, tunaelewa jisi wa kaskazini jisiwalivo wale, wale, tunajua wao uko vipi kwa hiyo tunajua tuende kwa staili gani, lakini kwa kweli tuliokuwa nao wachezaji wetu na technical bench kwa ujumla, sisi wenyewe wanasimba dua tuna sala ndio zitakazotuongoza chini ya jua. Tukakaangwa katika hatua hii ya makundi, msimu huu umebahatika kuwa na watani wa Young Africans ambao wenyewe wamehamishia michezo zao dan, Zanzibar. Unadhani nini hasa kimewapelekea Young Africans kuhamisha michezo zao kuzipeleka Zanzibar, ikiwa uwanja wa Benjamin ulikuwa upo tayari kutumika katika mashindano na kuacha ninyi wenyewe uwanja wa Benjamin ame kimataifa waja nakuwa na timu zote zinazocheza kimataifa. Hata ingekuwa Embe Dodo FC ingekuwa Embe Dodo, nafikiri wao wenyewe wameangalia mazingira ya wakicheza taifa, wanaambiwa mashabiki wao waje bure. Shabiki anaambiwa waje bure, hapo hapo tena anasema tunataka na ubwabwa, tunataka su na maji ya kunywa na soda nah. Sasa kimtazamo, tukishaanza ku kong...

na wamevuna walichokipanda ndo hichi e kinachotokea sasa hivi. Wamejikuta kwa mfano wakicheza mechi pale Benjamin Mkapa watakosa mashabiki, na hichi ndio kilichowakuta. Kwa hiyo mimi kama mimi mzee wa pasi milioni naona kabisa wao kama hao wamevuna walichokipanda. Kwa hiyo wamejua kabisa hata wakicheza pale lupaso, watakosa mashabiki. Kwa hiyo ndio nimegundua, yani wakikosa mashabiki pale lupaso itakuwa fezea kwa wao, wanajua sisi lazima tutajaza uwanja. Hiyo mi na imani kabisa, wanasimba tutajaza uwanja, pasi itakuwa ngumu. Itakuwa sasa, mtu unaongea kabisa, afu ni katika mafesa wale tunaujuana, yani mtu hey. mafesa wa jamaa zetu watani wanataka na ubwabwa juu na maji ya kunywa juu. Sasa sisi hiyo ni ngumu okay. sisi o kuanza kuanza mambo hayo, si tuanze kumwambia mo nataka hivi hey. Kwanza ametuletea wachezaji wenye kwaliti hali ya juu mm. Aiwezekaniki mi nitoke zangu nyumbani na familia yangu eh? au nikiangalia mau Kigamboni atoke Kigamboni na familia yake, rais wa Kigamboni mau Kigamboni, Juma Katenga atoke Dodoma eh? mm. au mlisho transpot atoke Mwanga kama ngaferi kabisa, yani kabisa kabisa, au kaka yangu kipenzi Sabri Kichuya brinklebo mm. atoke nyumbani kwake na familia yake aje aje kabisa, anakuja kumwangalia Jonathan soa bure? au Moris Abraham propera mashine hmm. au Elimpanzu kibisawale Dr mashine uje umwangalie bure, alafu udai na ubwabu ubwanapata dhambi ambazo we mwenyewe ukuzitarajia siku ya mwisho unakuta no tayari mkeka wako bwana, wewe ulitaka bure, twende kwenye moto. Kwa hiyo sisi wana Simba atu ndio at, at, at, maana hata kwenye press ya mediari semaji la FIFA nilivyoanza kuongea alivyoanza mambo ya bure, mimi jana nilikuwa kidogo, kazi ilikuwa nyingi, ilikuwa niwepo kama ningekuwepo mimi pale ya mediari tungegombana ugomvi mkubwa kulikweli, singeweza kuvumilia bure amediali, ni zile maiki zenye mi ningeenda kutimua pale zote zile. Haiwezekaniki, Simba sio asili yetu bure. Long time ago, Simba sisi ni watu wa kutoa viingilio. Yani ile ingekuwa ngumu, yaani haiwezekani, japo kweli uongozi ulitaka labda kwa kutupa fea, lakini tumekataa sisi. Mashabiki tumekataa, tumekataa na tumelani kwa nguvu zetu zote, tumelani, tumelani na tungefanya maandamano nchi nzima kwamba haiwezekaniki Simba tuingie uwanjani bure, ili haiwezekaniki. Bure wapo waliozoea bure, sio sisi. Simba Sports hatutaki vya bure, tunataka tutoe riziki zetu tuingie zetu uwanjani. Unafika pale kwa mfano VIP bado ukiingia ngoma cha inachanja ndo kitu kinaachia, unakuwa unaingia ndo Simba Sports bro, hiyo siku unakuwa na uchungu na timu yako, sio kuteleza mashabiki ambao hawana uchungu na timu yao, wachangii timu Ndo mazoea ujue, watu kisha mzoesha mtu vile, wacha wavune walichokipanda. Kwa hiyo ndo hivo, mwenye kiranga wapewagi pole. Kwa hiyo wacha wameataka wenyewe, ndo hivo. Wamekimbilia Zanzibar na anachotaka niwambia wana Simba, asili ya Simba ni Zanzibar, asili ya Simba ni Zanzibar. Ukienda Zanzibar kuna noti ya shilingi elfu mbili elfu mbili sunefamu, ukigeuza huku kuna ngome kongwe, ukigeuka huku kuna mnyama simba. Kuna sarafu ya shilingi mia mbili ukigeuza huku kuna kalume ukigeuza huku kuna mnyama simba. Wamekwenda Zanzibar kwenye Simba yetu, watakutana na Pasi na chako, watakutana na kina Jabu na wa Misi injinia watawasapoti watano. Unajua kimataifa kidogo, tunakuwa pamoja. Baadhi ya influencers wa Yanga walisema kwamba wameondoka Benjamin Mkapa kwa sababu wa wakicheza, afu yani wakicheza wao, wa, mkatangulia nyinyi afu wakafata wao hapati matokeo mazuri. Kuna namna mna, kuna vitu mna, mnafanyana washindu awalegee kwa jina la Jesus, eh, washindu awalegee kwa jina la Jesus. Sisi tushatoka sana huko, tunamweka Mungu wetu mbele, dua zetu na sala zetu ndio zinazotufikisha pale. Ya mambo mengine haya sasa, ushamleta mtuchezaji kama Jonasan soa Derek, ushamleta pale, ukiangalia una kiungo mkabaji pale anakaba eh, mpaka kivuli anakaba mpaka upepo anakaba mpaka anajikaba mwenyewe sasa wewe mchezaji kama ule tena uanze mambo kama sasa, unaacha vile. Wewe unaacha kuleta wachezaji kama wale, tunasajili, unanisajili mimi, unamchukua mjomba Kisugu, unamchukua kapu la magoli, unatuchezesha afu ndo unaleta wala yako, uone kama itafanya nini wakati inakuja hapa. Nimetokea kwa shabiki mmoja wa Yanga, anasema kwenye lile kundi lao, Mwarabu mmoja ajichanganya, Waarabu wote achagulie, ajichague mmoja atakayefuzu naye, kwamba wao wanawekwa wanafuzu kwenye wale Waarabu walobaki wale, ajitafute mmoja au kufuzu naye unalisanifu unalipitisha, ilo ah, mpira sio mdomo. Na wacha yenyeshe tuone patakavyovuja. Amempeleka Mwarabu Zanziba, Zanzibar asili yake Waarabu, yani asili ya Waarabu ni Zanzibar, yani ndio ndo maana hata sisi Waarabu wote tunaocheza nao, utakuta wanatua Zanzibari, wanatua Zanzibari ndio wanakuja huko. Asili ya Waarabu ni Zanzibari, eh, kama ulikuwa hujui pale Zanzibar Oman, lakini na kama mgonjwa eh. Kuelekea mechi ya Jumapili sasa, Simba mmekuwa mkifanya hamasa kubwa kwa mashabiki mkizunga hapa na pale, ni, ni, ni desturi zenu yani, sio kama eti, kuna mechi inayohitaji sana au ni vipi? Zungumza na mashabiki uelekea mchezo huo. nachoomba tu mashabiki, vingilio tayari vishatajwa, mashabiki wenzangu wa Simba Sports, vishabiki, mashabiki vingilio ni rafiki kwa unachoomba, nachoomba tu mashabiki, tukate tiketi kwa wingi, tuende kuisapoti timu yetu. Mzunguko ni shilingi elfu tano na imani kabisa kuna shabiki atakayeshinda mzunguko elfu tano Vipb, vipc, kote huko machungwa, nini, orange, tujitahidi tukate tiketi kwa wingi, tujae pale, tuwe full house siku hiyo, itakuwa ni siku ya mtoko kwa mimi kama mimi, amepasi milioni kwa kuingia kwangu kanisani ni Jumapili, itakuwa tayari miaka 13 na miezi sita na Jumapili ya tatu